Kwa hiyo kwa vovote vile, tusigwajima na hizi chama chetu. Magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar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 Tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa ili...